Naitwa Maulidi Burhan Mwegange, ni mkazi wa Mkuranga. <clears throat> Kwenye uchaguzi wa mwaka huu, kwa sisi Wanamkuranga hasa kama mimi mzee na vijana wote wa Mkuranga, tunatumaini tutashiriki kupiga kura Oktoba ishirini na tisa. Na endapo kama wazee tunawahamasisha vijana kupiga kura kwa sababu kwanza ni haki yao ya msingi. Kwa hivyo mimi nawasii vijana au nawaomba vijana tushiriki mwaka huu Oktoba 29 kujitokeza kupiga kura kuchagua viongozi ambao watatuletea maendeleo kwenye wilaya yetu hususan na nchi nzima, mbunge, diwani, rais. Ah, kwa jina naitwa Mohamed Salim Makame. Kwa kweli Mkuranga tumejiandaa vizuri kuhusu uchaguzi, na vijana tunawahamasisha kweli kwelikweli, na wote tumeshawahamasisha. Wakati wowote ukifika tarehe ishirini na tisa tunaenda kuweka kura. Tunachagua kiongozi anayetufaa. Kwa hiyo tunashiriki tuna uchaguzi kutokana na maendeleo tunayopata Mkuranga. Maendeleo ni mengi tu, temine mzuri, hatubugudhii, hatuna tatizo lolote, na si ndio maana tunakubali kushiriki uchaguzi. Kwa majina anaitwa Habiba Jasmin, ni, ni mfanyabiashara ndogo ndogo katika wilaya ya Mkuranga na pia ni kijana ambaye na washauri vijana wenzangu tujitokeze katika uchaguzi kwa mwaka huu ambao utafanyika Oktoba ishirini na tisa. Tujitokeze kwa wingi tukafanye uchaguzi, tukachague viongozi ambao tunawaona tuna wanafaa, na pia tujitokeze kwa wingi vijana wote tukachague viongozi bora na wanaostahili. Naitwa Mae Mariamu Mali Ngayonga, naona kutoka kuzaliwa kwangu, nimezaliwa Kisiju wana, e, we wele wele. Kwa vile uchaguzi tunaoombea heri kuhusu wenzangu walotanguli tuliokuwa nao, tuwe pamoja katika uchaguzi, tusiwe na wasiwasi wasi. Ni hii serikali yetu moja. Hao waliokuwa hawashiriki hiyo siyaelewi, lakini mimi najua familia yangu eh, tutashiriki uchaguzi.